Bando la Chuo sehemu ya 8. Ilipoishia nane, safari ya kwenda geto ikaanza na hakuniuliza tunapoenda, alikuwa anajiamini isivyo kawaida. Endelea. Nikiwa njiani nilimwandikia meseji Mwita kwamba nipo njiani na mrembo, akaniambia nikifika nizame tu, haina noma. Akaniuliza tunapiga wote, nikamwambia ndiyo, maana yake. Tulifika na mrembo tukaingia ndani, na alipoona mazingira ya pale ndani akaniambia Babi, ni pesa ndio hamna? Mpaka tunalala chini? Hamna mrembo, usela tu, alafu hapa sio chini, si unaona godoro? Nilimjibu nikavua shati kisha nikajitupa kwenye godoro, naye akavua viatu na nguo za juu akabakiwa na taiti pamoja na bra. Macho yangu yakatua kwenye cheni zake za dhahabu alizokuwa amevivaa kiunoni. Alafu akanifuata akalala pembeni yangu kisha akaniambia nambie bebi, Safi, siamini kabisa kuwa nipo na mtoto mzuri kama wewe. Ndiyo uamini sasa, mimi ni wako. Mi wa kawaida sana, nafarijika sana jamani, niliongea nikazungusha mkono wangu kwenye kiuno chake, ambapo niligusa zile cheni ambazo zilikuwa na ubaridi fulani na nilipoangalia niligundua kwamba ni cheni za dhahabu kabisa, zipo nne. Kwanza nilishtuka sana, mrembo kama yule ambaye nilimwona kama ni malaya tu kuwa na cheni ya gharama kama ile Mbona umeshtuka sana bebi? Umependa hizi cheni? Ndiyo, lakini zivue aisi, zinawaka sana mpaka nakosa mzuka wa kukugonga. Hahaha -ha -ha, haupendi vitu vinavyowaka? Hapana, vitu hivi ni vya majini. Mm, wewe unawafamu majini? Acha maswali bebi bana, toa nitolei basi. Alisema hayo akageuka akalala kwa tumbo. Nikaanza kuzungusha cheni moja baada ya nyingine mpaka nikapata kicho, nikafungua nikaweka juu ya ndoo pale geto, maana hata meza haikuwepo. Mtoto alikuwa ameumbika haswa, siyo kitoto, na tulianza maandalizi ya kufanya mapenzi. Nikampiga bao moja. Wewe mtamu sana, lakini ukinisaliti utanikomanga, aliniambia. Siwezi baby. Nilipomwambia vile, aliinuka akachukua shuka yangu akatoka nje akasema anaenda chooni. Alipotoka tu, wakina Mwita waliingia kwa mkwara. Waliposikia mlango umefunguliwa walijua ni mimi ndio nimetoka nje kuwapisha, hivyo walikuja ili wamfanye yule mrembo. Oya oya, tupo! Waliingia kwa mkwara huo, lakini wakanyamaza baada ya kunikuta mimi badala ya yule mrembo kama walivyotegemea. Mwita aliniangalia akaangaza macho mle ndani, kisha akasema Oya, mali mpya ipo wapi? Ametoka, ameenda chooni. Chooni? Mbona haujaenda naye? Amejuaje chooni? Au umemwelekeza? Niliposikia swali lile, kweli pale nilipata wasiwasi kidogo, maana pale choo kipo mbali, alafu cha ajabu yule mrembo wala hakuniuliza choo ilipo, yeye alitoka tu akasema anaenda chooni. Wana, sijamwonesha. Huenda alishakuja hapa na msela mwingine kabla sisi hatujaja. Hawa si malaya tu hawa? niliwajibu na wakati tunapiga stori nilikumbuka kauli ya yule mrembo Asha kule bar, aliniambia hataki mambo ya bando la chuo, na sikujua huo msemo amejulia wapi, wakati sisi tu ndio huwa tunatumia. Nilipokumbuka maneno yale, niliwaeleza wenzangu, ambapo walishangazwa na kitendo kile, wakasema kama ni hivyo hawawezi kumgonga yule demu, huenda ni mtego. Walipoondoka, Asha alikuja akaingia ndani akasimama mlangoni, akaniangalia kwa hasira sana, kisha akasema, Baby acha kuniita malaya sipendi. Hawa wenzako walikuwa wanataka nini? Naomba tuheshimiane, usitake kuona upande wangu wa pili. Sawa sawa mpenzi Aisha. Nilimwomba msamaha ya Kaisha, yaani sijui kwa nini nilikuwa mpole sana mbele ya yule mrembo. Tulifanya sana mapenzi, mwisho tukapitiwa na usingizi. Kesho yake tukiwa kazini, stori yetu ni kuhusu yule demu tu. Kwanza tulijiuliza imekuwaje tukamwacha bila kumgonga wote wakati ni desturi yetu. Hatukupata jibu. Da, yule demu ni mkali vibaya mno, lakini nashindwa kuelewa ni kwa nini hatukumpiga. Na kuhusu bando la chuo amejuaje? Hii kauli yetu likosa mzuka ghafla hivi. Amejuaje? Mwita aliniuliza swali hilo ambalo nilishindwa kumjibu. Shabani akasema huenda yule demu ni jini. Umempa pesa? aliniuliza. Hapana, sijampa hata mia. Alisema hataki chochote kutoka kwangu, anachotaka ni mapenzi ya kweli. Basi kama ni hivyo, we endelea piga. Tatizo la mademu, anakupa leo bure, baada ya siku mbili shida kibao, sasa unakuta unatoa hela nyingi mno kuliko hata wakununua. Aa, kweli kabisa alidi wakununua, hana cha baby, nipe hela ya saluni wala nini, ukishapiga ukimtoa chake imetoka. Lakini Joji, kama mtoto yupo vizuri, hadai ela wewe, kwa maana sisi tumemkubali. Kitendo cha yeye kuingia pale alafu akatoka bila hatujapiga wote, ni ishara nzuri kwamba ana bahati sana yule demu. Mpaka sasa tunajiuliza ilikuwaje akatoka hivi hivi. Tulijadiliana sana lile swala mwisho wakaniambia yule demu niwe naye tu alafu niangalie mwisho itakuwaje. Nikawaambia haina shida, na niliwakubalia kiurahisi sana kwa sababu kiukweli, hata mimi binafsi, Asha, nilishaanza kumpenda. Zilipita siku tatu mambo yakiwa mazuri, mimi na mpenzi wangu Asha tulikuwa tunaenda vizuri sana. Kila siku jioni alikuwa anakuja ghetto, anatusalimia kisha anaondoka. Hata wenzangu walikuwa wanamfahamu sana tena vizuri tu, na alionekana kutujali wote Wenzangu walimpenda Asha na walimuheshimu kama shemeji yao, na kitendo kile kiliwafungua macho, na wao wakaapa kutafuta mademu zao, mambo ya bando la chuo tuache, maana haina maana. Siku moja tukiwa tunarudi nyumbani, tukiwa hatua chache tu kutoka kazini kwetu, wakati tunaelekea nyumbani, tulikuwa tunaongea kuhusu mademu kwamba kila mtu apate demu wake. Baada ya mazungumzo ya hapa na pale, Shabani alisema, kweli kabisa, wanangu, umri unaenda kila siku, sisi ni mande tu, tunaonekana kama tuna njaa sana, bora kila mtu atafute demu wake tu, ni wakati sasa wa kujenga maisha yetu. Shabani alitoa wazo hilo ambalo kila mmoja aliliunga mkono, lakini Mwita akasema kwamba ili tuache inabidi tutafute demu mmoja, tupige ya mwisho, wazo ambalo ingawa kidogo linachekesha, lakini wote tuliliafiki. Tukiwa tunaendelea kupiga stori kuna gari lilikuja likapaki mbele yetu kisha likapiga honi na tuliposogelea tulimwona yule changudoa ambaye tulimpiga wote alafu tukamshindwa kwa sababu hasikii dudu. Waume zangu, poleni na kazi, twendeni niwape lifti, naelekea huko huko. Aliongea kisha akafungua milango, tukaingia. Mimi nilikaa mbele, wenzangu wakakaa nyuma. Aliendesha gari akaacha barabara tuliyoizoea akapita nyingine, akadai ile ndio shortcut, pia kuna rafiki yake anamwona mara moja hapo mbele. Ina maana hii barabara hamuifahamu? Hii ndio rahisi sana, pia kuna rafiki yangu nampitia hapo mbele. Kumbe mnafanya hapo kwenye hili jengo akijibu kisha akapotezea. Safari ikaendelea, wakati tukawa tumeanza kuwa na wasiwasi sana, kila muda tukawa tunaangaliana tusijue kukufanya. Akiwa anaendesha gari kwa kasi sana, alipiga simu akasema, nimekaribia kufika hivyo uwe tayari, kwa sababu nipo na wageni wangu alafu wana haraka sana. Alipoongea na kukata simu, kidogo moyo ulipunguza presha. Safari yetu iliishia kwenye geti moja kubwa nyeusi, ambapo alipopopiga honi ilifunguliwa na mrembo mmoja ambaye tulipomwona tulimkumbuka kwamba ni yule ambaye tulimgonga wote, alafu tukamrusha hela yake tukaja kumpa baada ya wiki kadhaa. Wakati tunamshangaa yule mrembo, gari liliingia ndani, geti likafungwa, na pale wakatoka mademu wengine mle ndani wakiwa kama saba hivi, pamoja na wanaume watatu waliokuwa wamejazia. Wakaanza kufuata lile gari, ambapo walipolikaribia tuligundua kwamba wale wanaume walikuwa wana visu kwenye viuno vyao na walikuwa kishari. Yule dada aliyetupeleka akaanza kucheka mle ndani ya gari, alicheka sana mpaka akaegemea usukani. Hatukuamini kwamba tumetekwa kirahisi namna ile, na kila mrembo aliyekuwa pale tulishamwona, na wengi tulishawagonga na kuwarusha pesa zao, na wengine tuliwapa na matusi tukawatukana. Yule dada dereva baada ya kucheka sana alitugeukia akatuambia kwamba ndege mjanja ananaswa na tundu bovu, mmekuja Sumbawanga, wageni mnajifanya wajanja, sasa leo mtasema yote, wapuuzi nyinyi. Alituambia kisha akafungua milango ya gari ili wale wanaume watutoe kwa ajili ya adhabu ambayo hatukuifahamu mpaka pale ujanja wetu ulituisha kabisa. Walitushika kama wezi wakatuingiza ndani mpaka kwenye chumba kimoja, wakatuvua mashati kisha wakatufunga mikono kwa nyuma, wao wakaondoka wakatuacha na wale mabinti. Jamaa walipoondoka walikuja wadada wawili wembamba kiasi na wazuri, wakaanza kutuvua suruali zetu. Wakati huo wengine wapo kwa mbali, wamekaa wanatuangalia. Tulibakia kama tulivyozaliwa. Mmoja kati ya wale wawili waliotuvua nguo akasema, nyiye si mnapenda sana kufanya mapenzi? Basi leo tunawapa penzi bure kabisa, mnajisikiaje? Hapana dada zetu, mtusamehe bana, yale mambo ya ishe, si tulikubaliana, na kama kuna tuliye mrusha aje tumpe pesa zake. Shabani alijibu yule dada ambaye tulimgonga watatu, ambaye akasema tukimshindwa tumpe laki moja. Akasimama akasema, mlikubaliana na nani? Mmekuwa wabakaji hapa Sumbawanga. Unadhani siku ile mliponiingilia wanne sikuumia? Niliumia sana, lakini nilivumilia ili mnipe hiyo laki, matokeo yake mkanipa ela ya kisi oya. Priska, fanyeni yenu, hawa wanapenda sana mande, kwa hiyo mtaenda nao sawa. Alimaliza kwa kuwageukia wale kina dada wawili wa waliotuvua nguo akawaambia vile. Wale kina dada kusikia vile, walitusogelea huku wanatabasamu, wakashika mashine zetu wakaanza kuchezea. Wakati huo sisi tumesimama, wao wamechuchumaa. Tulishangaa sana imekuwaje watupe utamu bure, lakini hatukupata majibu. Na haikupita muda walianza kunyonya lollipop zetu kwa zamu. Walikuwa wamegawana wawili wawili, maana wao walikuwa wawili, sisi wanne. Wakati haya yanaendelea wengine walikuwa wamekaa pembeni wanatuangalia huku wapo kimya hawaongei chochote wale warembo waliendelea kunyonya sehemu zetu za siri pamoja na kulamba lamba walipohakikisha kwamba zimesimama kisawa sawa huku wakati huo wazo kwamba tumetekwa likiwa limetoweka alinivuta kwa mbele Shabani akabakia nyuma yule demu akamtegea kwa achomeke na wakati Shabani anashangaa yule demu ashika mashine ya Shabani akachomeka mwenyewe sasa Shabani akawa anafanya mambo, wakati huo anaendelea kuchezea wangu kwa mdomo wake pamoja na mikono. Wakati huo kwa upande wa Mwita na Alidi ilikuwa vile vile, wale warembo ni kama walikuwa wanaigana, huyu akifanya hili na mwingine anafanya vile vile. Jamani, leteni basi hata kondomu, mbona damu nyingi hivi, si tutaambukizana magonjwa? Magonjwa na wapi? Sisi hapa ndiyo tunasikia raha, na mkileta fyoko fyoko tunazikatia chini. Salama yenu ni kwamba mfanye tunavyotaka sisi, yule demu alijibu, kisha akaendelea kuchezea mashine yangu. Wakati huo anamkatikia ushabani Shabani, ambapo Shabani kila akiingiza anatoka na damu za kutosha. Kumbe wale mademu wote walikuwa kwenye siku zao. Shabani alimaliza nami nikaingia. Kweli ilikuwa sio mapenzi salama hata kidogo, bali ilikuwa kuogelea kwenye damu, ingawa utamu ulikuwepo. Tulipomaliza, wale makahaba wengine walianza kupiga makofi, kisha wakatuachilia, wakituambia safari njema safari njema vijana, nadhani hii ni safari yenu mpya kabisa, mmoja alisema. Akawaita wale wanaume wakatufungua na kutuachia, tukaelekea nyumbani tukiwa katika hali ya kinyonge sana. Hawa mademu kwa nini wametufanyia hivi? Lazima kuna tatizo, alafu kwa nini yule dada alituambia safari yetu mpya? Yalikuwa maswali yetu. Baada ya kufika nyumbani, kila mmoja alikuwa anawaza lake. Siku hiyo hata chakula hatukuweza kula kabisa, kwa sababu ya mawazo. Usiku wa siku hiyo tukiwa geto kuna wazo lilinijia kwamba huenda wale warembo wa magonjwa ya zinaa hasa ukimwi. nilipopata wazo lile nikasema, au labda wana ukimwi na kama wanayo basi tumeisha kwa sababu sio kwa damu zile. nilitoa wazo lile ambapo kwanza wenzangu walishtuka sana baada ya kusikia vile kisha Shabani akasema. Wazee, sisi tumeisha, nisiwafiche, wazo la George ni sawa kabisa. Wale mademu lazima wameathirika, haiwezekani changudoa akupe mahaba yake bure tena akiwa kwenye siku zake. Tumeisha watu wangu. Shabani aliposema hayo alianza kulia. Mwita akamzaba kibao akamwambia, wefala nini, tutolee uchuro hapa sasa. Unalia nini? kuna mama ako hapa kama kutokea? Imeshatokea pia, hatuna uhakika. Jamaa akatoa wazo tu, acheni kulia lia hapa tulibaki kimya tukimsikiliza Mwita. Nikakumbuka kwenye masomo ya ukimwi shuleni tulifundishwa kwamba virusi vya ukimwi vinakuwa na nguvu kwenye mwili wa binadamu baada ya masa 72 tangu viingia, lakini kabla ya hapo kuna uwezekano wa kuwatoa kwa kutumia dawa maalum. Nilipokumbuka vile, nilianza kuwapa elimu wenzangu na mwisho tukafikia uamuzi kwamba siku inayofuata twende hospitali kesho yake hatukwenda kazini, tuliwahi kwenye zahanati ndogo tu ya pale mtaani, tukamwambia daktari shida yetu. Akatuuliza, ina maana wote mmefanya mapenzi na binti mmoja ama vipi? alama ya nyota. Hapana dokta, tulilewa sana jana, tukachukua wadada wanaojiuza tukafanya nao mapenzi. Sasa asubuhi ndiyo tukagundua kwamba hatukutumia kinga. ni wazo zuri kupima, lakini kama mmepata jana, leo haitaonekana. Sawa, dokta wetupime kama hatuna uangalia, unatusaidia vipi? Maana jana sidhani kama tumepona. Dokta hakuwa na tatizo, alichukua damu zetu akaweka kwenye kifaa maalum na na ndani ya muda mfupi majibu yetu yalitoka, majibu ambayo yalituchanganya sana. Daktari alituangalia kwa zamu alafu akasema, wote mlifanya mapenzi na mwanamke mmoja? Hapana, lakini ni wale wanawake wanaojiuza Mna hatari nyie, majibu yenu siyo mazuri sana wala sio mabaya sana. Wote damu zenu ni safi, lakini mna ugonjwa wa zinaa, ugonjwa unaoitwa gono. Nilivuta pumzi ndefu baada ya kusikia vile kwani nilijua ni ukimwi. Hiyo gono wala sikuiogopa kwa sababu inatibika. Tuliandikiwa dawa ambayo ni sindano tano pamoja na dawa za kupunguza makali ya ukimwi ambapo tulitakiwa tumeze kwa siku tatu ili hata kama tuliambukizwa ukimwi basi virusi vikose nguvu vitoke, kwa sababu ndio tu kwanza vilikuwa zimeingia kwenye miili yetu. Tulitumia dozi pamoja na sindano mpaka tukapona kabisa na kuendelea na maisha yetu. Kwa upande wangu, niliendelea na Asha kama kawaida, na wakati huo kazi ndio ikawa inaishia Siku moja Asha alinipigia simu akaniambia kwamba jioni yake atakuja kunichukua tukalale pamoja. Jioni kweli alikuja akiwa amependeza sana, pia alikuwa ana gari lake. Akawasalimia marafiki zangu, nikapanda kwenye gari tukaondoka. "Asha mpenzi, upo juu, mwanafunzi lakini una gari, hongera sana, sikudhani kabisa." "Mbona kawaida tu mpenzi, haya mambo madogo sana." "Sasa tunaenda wapi? Maana na shangaa." Tunaenda tu tunaenda kula, alafu tunaenda kulala kwetu leo. Twende kwetu ukapajue pia, baba yangu amesafiri, kwa hiyo hamna shida. Kwenu? Hapana Asha, haitafaa bora twende guest kama ghetto kwangu. Hutaki? sio kwamba sitaki, lazima tubadilishe mazingira. Hapana Asha, nisamehe, kwenu mimi siendi. Nilimkatalia kabisa Asha kuenda kulala kwao, sikuwa tayari, niliogopa yasije yakatokea mengine kama ya kule kwa wale machangudoa. Safari yetu iliishia kwenye hotel moja maarufu sana huko Sumbawanga. Tukala kisha tukaanza kunywa waini. Wakati tunakunywa pamoja na stori mbili tatu, Asha aliniambia, babi, hii waini ni ya kike, kwa nini usinywe waini ya kiume? Mimi sijui mambo haya ya waini sana. Ya kiume ipoje? Mbona hata hii ni nzuri tu. Hapana, subiri, ni kuagizia ya kiume uchanganye kama umependa hii, ila hata ile ni nzuri aliniambia, kisha akamwita mhudumu akamwambia alete waini. Yule mhudumu aliondoka, na haikupita muda alikuja na kachupa kadogo sana ambayo imekaa staili kama kopo, akaweka pale mezani akatukaribisha. Asha akafungua, akamimina yote kwenye glasi yangu, akaniambia nionje, na nilipoonja niligundua kwamba ina harufu nzuri sana. Nikaanza kunywa, yeye akawa anakunywa nilikunywa na nilipokaribia kumaliza, nilianza kumtamani Asha isivyo kawaida. Yaani mashine yangu ilikuwa hewani balaa, nikawa na mtazama kwa macho ya kimahaba. Ile waini sijui ilinifanyaje, maana hali ile nilianza kuhisi tangu nianze kunywa wine ile, ila sasa ikawa imezidi. Joji, vipi, mbona unaniangalia sana? na kupenda, ndiyo maana tuondoke zetu, basi tukapumzike, si tunaenda kwetu au? Hapana, twende geto au guest. Hapana, kama ni hivyo basi acha em, hapana, kama ni hivyo basi acha nikupeleke kwako, mimi niende nyumbani, siwezi kulala nje na nyumbani, kwa sababu hamna mtu. Aliniambia hayo, akanyanyuka akanishika mkono, tukatoka nje ya hoteli tukapanda gari. Wakati huo mashine yangu imesimama balaa. Kabla hajaliondoa gari, nilimshika mkono nikamwangalia usoni nikamwambia kwamba nampenda naye akajibu kwamba ananipenda, alafu akanipa mdomo wake, tukaanza kunyonyana mate. Pale ndiyo nilichanganyikiwa kabisa, nikajisahau. Tupo ndani ya gari, taratibu nikaanza kupandisha kimini chake taratibu. Asha alipoona vile, alitoa mkono wangu kwenye mapaja yake akaniambia. Unanitamanisha, bebe, acha tuondoke basi. Aliniambia akaniachia akataka awashe gari nikamzuia nikamwambia, Asha mpenzi, nina hamu balaa, tutafute sehemu tupaki gari, unipe kidogo jamani. Wewe, kwa nini tufanye mapenzi kwenye gari? kwani nyumba hazipo? si umekataa kwenda kwetu? Hapana, Asha, hii wain sijui imenifanyaje jamani, nashindwa kujizuia. Ndiyo hivyo Joji, hata mimi nina hamu lakini ndiyo hivyo, sina namna. Acha nikupeleke kwako niende kwetu. Asha aliposema vile nilifikiria kidogo, nikamgeukia na kumuuliza, umesema kwenu hamna mtu, baba hayupo, amesafiri na mama je? Sina mama mimi? Basi nimekubali, twende leo nikalale kwenu. Alifurahi sana aliposikia vile, akanipiga mabusu kadhaa kwenye shavu lavu langu, kisha akawasha gari. Tulifika kwao ambapo ilikuwa bonge la nyumba ya ghorofa moja, geti inafunguliwa kwa remonti, akafungua tukaingia. Tulishuka, tuliwa tumeshikana viumo, tukaanza kupanda kuelekea juu ghorofani. Wakati huo Asha ametangulia mbele, mimi nyuma. Wakati tunapanda, nilikuwa nikiangalia miguu yake, nilitani ainame pale pale kwenye ngazi nimpige bao moja. Nilikuwa na hamu hatari. Tulipofika chumbani kila mmoja alivua nguo zake tukapanda kitandani, nikamgeuza akalala kwa tumbo, nikawa na mlamba na kumbusu mgongoni taratibu na shuka mpaka karibia na kwenye makalio yake, kisha napanda mpaka kwenye shingo yake kwa nyuma, ambapo nilikuwa na lamba shingo yake, huku machine yangu iliyokuwa imeanza kutoa maji maji fulani, ikiwa inagusa makalio yake yaliyokuwa manene na malaini ajabu. M, unahamu leo, utanifanya mpaka basi. Chomeka sasa, nimeshalowa mwenzako. Alisema nikamgeuza nikampa mdomo wangu, na wakati tunanyonyana midomo nikashika tarimbo yangu nikawa na chapa chapa kwenye tamu take taratibu. Wakati huo akawa analalamika kwamba nichomeke. Niliamishia mdomo wangu kwenye matiti yake, na wakati nayalamba na kuyanyonya nikaanza kuchomeka mashine yangu kwake, na pale pale tukaanza kufanya mapenzi tukiwa kitandani. Tumejipumzisha baada ya raundi ya kwanza, Asha aliniambia Joji, mpenzi, leo umeniamulia kwa nini? Kama shot ya kwanza imechelewa hivi ya pili na tatu itakuwaje? Kawaida tu baby, na kupenda sana, aliniambia akanibusu shavuni, alafu mkono wake akapeleka kwenye tarimbo yangu akaishika, alafu akaniambia, alafu leo sijainyonya, nataka niinyonye Aliniambia alafu akashuka taratibu akinilamba kuanzia kifuani akapitia tumboni. Alipofika kwenye mashine akaweka mdomoni ambapo kabla hajaanza kunyonya alitulia. Wakati huo mashine yangu ipo mdomoni, akawa anasikiliza mgurumo wa gari kwa nje, mgurumo ambao hata mimi niliusikia. Aliposikiliza aliacha alichokuwa anakifanya, akashuka kitandani, akaelekea dirishani, huku anasema mm, mbona mgurumo kama gari la baba. Sikumjibu na alipochungulia nje kwa chini aliniambia kwamba baba yake amerudi, sijui imekuwaje amerudi usiku huu. Jamani, nilishtuka sana, nikawa naangaika mle chumbani na wakati na waza cha kufanya, mlango wa kwenye chumba cha Asha ulianza kugongwa. Asha akasema, nani? Unajifanya hujaniona? Fungua mlango, pumbavu! Nyumba yangu umefanya gesti ndio? Niliposikia vile nilishtuka sana sikujua yule baba amejuaje kwamba nipo ndani mpaka anasema vile. Itaendelea.